Well, kama wewe ni mpya kwenye hii channel basi usisahau ku subscribe, ku like and comment. Well, hii video ya leo bwana, nimecheka sana na ni kuhusiana na Wema Sepetu amesema yuko singo katu... katangaza hadharani kwa yuko singo, kaandika kwamba ametua mzigo alhamdulillah, katua mzigo and kinachonichekesha bwana, mbea wetu Juma Lokole alimpigia simu Whozu ae kutaka kujua kama kawaida yake, anapigia mtu simu anataka kujua jamaa ni ishu, ilikuaje imeendaje. Sasa Whozu alichomjibu, <laughs> well, me I don't want to talk much. Nataka niwekeni hii audio ya Whozu e, mumsikie alivyokuwa anamchanganya Juma, maana nikamchanganya alivyomchanganya Juma Lokole, naona hata rudia tena kumpigia Whozu. Okay guys, sikilizeni video hii mwanzo mpaka mwisho Whozu chibaba mambo vipi? Yuma, shwari? Whozu, kupoa? Fresh, pande zipi mkubwa nyumbani, ah. Na mvua hizi kweli lazima utulie nyumbani <laughs> Sasa sijui ndugu yangu ni kute mjane wa taifa, sijui ni kute yatima adeki, yaani si kute jina gani ambayo itajitosheleza kwangu. Kwanza pole kwa matatizo, hamna. Unajua katika biashara vitu huwa vinakosa, vinaingiliana. Misimu hii msimu ni tofauti na misimu ya kwanza eh, maana tulivyokuwa tumeenda China, hata wewe unakumbuka ulipokuwa umekuja China sana, kulikuwa kuna changamoto za kutuma mizigo eh, wewe na kwa hiyo, wewe na Wema mko mnafanya biashara mizigo yako sana na mzigo ambao wewe wewe wewe wewe kama wote mizigo ilitufikia, lakini Whozu umechanganyikiwa. Sawa, unajua unajua, sasa hauwezi ku complain kwa sababu hata matairi matairi sio yalikuwa mapya. Subiri hebu kuchanganyikiwa yangu hapa ghorofani Uwasu, una ofisi gani? Ofisi yako mziki wewe, una ofisi gani wewe, Whozu? Masikini baba wa watu kashapoteza dira sasa. Wewe Whozu, hivi si kwanza Wema kakuacha kweli au wewe ndio umemwacha Wema?

<laughs> Yuma, vipi kesho asubuhi kesho na na nikupitie nikitoka baada ya wiki mbili kwa mzee Shirima tukale hizo chips. Chips unasema nini? Kashapoteza network wewe, jamani msamee huyu kaka. Zile zile zile hatari hatari zina zina ndimu. Wala hatari hivi. Hiyo mishikaki ambayo ukiweka pili aakmshiistzaaamsamee

Ngoja nimpigie Wema, mapenzi yananiumiza roho. Umemsikia Whozu alivyomchanganya, Jumalokole arudii tena kumpigia, maana hapo akamchanganyia kunde, choroko, maharage kila kitu. Ok, na huu hapo ndio ujumbe Wema Sepetu ameuweka, ameandika kwamba nimetoa mzigo mzito sana, alhamdulillah. Ndio umewafanya watu wengi wajue kwamba hili hilipenzi e, ni wameachana kweli, ila hawa watu bwana hawaeleweki, wanaachana na kurudiana, wanaachana na kurudiana Yani, hawaja hawana msimamo kwenye kuachana, kwa hiyo tusubirie tu drama ziendelee. Hawajakaa wakasema e, wameachana wameachana kweli no. Yani wanagusagusa wanaachana, wanarudiana, hawajakaa kwenye msimamo. Na Whozu momsikia anasema mzigo mzigo, naona hapo kaitwa mzigo e, Wema akasema, akatua mzigo. Okay, ukiachana na hii ishu ya, ya Wema kuu kuachana na uozo hiyo outfit yake aliyovaa ya imezua jana imezua mjadala mkubwa sana. Watu na, juma jumamwenyee kamwongelea Wema like eh, kuna yake kuna alisema ha, hawezi kuvaa nguo zauchi, hapeni kuvaa nguo zauchi, lakini pale kaonekana kavaa ile nguo iko s so yani, namoneshailiacha yani zile sehemu nyeti tu eh, lakini bodi yake inaonekana pia kawajibu watu walikuwa wanamsema e, <laughs> watu walikuwa wanamsema kavaa nguo ambayo haiko appropriate. Kawajibu kawajibu hivi. Basi bwana Wema kaandika hivi, next time navaa baibui kubwa sana na ninja gloves na socks nyeusi na miwani. Msijali wapendwa. So baada ya maneno kuwa mengi mitandaoni kaamua kuwajibu watu kwa staili hiyo. By the way, Mange Kimambi hajamponda kwa nguo yake, kaona ni kawaida, lakini kilichowashangaza wengi kwa sababu hatujazoea kumwona Wema akiwa kwenye mavazi yale kwa muda mrefu, e, kwa sababu kaongozana na Gigi, kwa hiyo kavaa kavaa na Gigi pia. Mange na mkot amesema kwamba Eh, asipende kuongoza na watu ambao hawako kwenye wako kwenye levo ya chini, like ongoze na watu wako kwenye levo ya juu, kina Hamisa Mobeto kina Nandy eh, sio kina sio kina Gigi au ambalulu nini ya kwa hiyo, yeye anatakiwa awe kwenye levo zile za watu ambao wanajielewa, watu wenye maendeleo, sio watu kujielewa, ni wenye maendeleo yanaonekana Hayo si maneno yangu ya, ni maneno ya Mangi Kimami. By the way mi nampenda sana Gigi na watu hawajashangaa kumwona Gigi kuvaa vile kwa sababu ndiyo mitoko yake, lakini Wemasepetu hawajamzoea kumwona vile. Basi usisahau kusubscribe kwa like and comment for more videos.